Tuzungumze ukweli, tusiogope, tuseme ukweli. Ukweli ndo unajenga si Us... sisi, usajili tumeona sisi tuna, tuna shindwa kusajili mchezaji, anasajiliwa Singida Black Star, si Simba, tunashindwa. Kuna mlaumo Mangungu, eh Mangungu anacheza wapi? Mangungu anaenda kusajili wapi? si mtetei, lakini anazungumza kitu kilichokuwepo. Kila kiongozi ana makosa yake, kuna sehemu Mangungu ana makosa. Kwenye mechi ya tulio tuliocheza juzi, hata uniamsha usingizini, nimelala unipige kibao, wachezaji wamefeli hata kichukia chukie, najua mtasema, na wapo wengine watu watatukana, sitoshangaa. Matusi nimezaliwa nimeyakuta matusi, nitakufa na matusi yatabaki, andikeni matusi, lakini ukweli ndio huo. Wasajili wachezaji waliokuwa bora. Kama mtu akikasirika akasirike, mimi simpendi mchezaji kwa sababu nataka nipige naye selfie wala picha. Mi napenda mchezaji afanye kazi yangu dakika 90. Mimi sina urafiki wa kinafiki, mimi niwaambie ukweli kuna mashabiki wa sasa wanapenda sifa, kwa sababu mchezaji mshikaji wake, mchezaji analipwa mamilioni ya pesa. Bro, sasa hivi usajili umefika huu, wanataka milioni mia tano milioni mia tano mia sita mia saba mwingine mia nane na mshahara wa kutosha. Mbona kazi yetu hawafanyi wa? Wanasema kuna pesa inatoka, watu wanakula, anayetoa hela, ili hela yake ikaliwa. Kwa nini asemi, anawambia watu vichocholoni? Aseme tujue sisi, sisi ndo wenye timu yetu mbao tumempitisha tume, tume, tume, sisi Mwenyekiti Mangungu na wajumbe wake tumempigia sie kula. Waje watuambie bwana mimi nikitoa hela nampa Shabani hela hii hela anakula. Lakini mambo ya kutugonganisha vichwa mashabiki na na wanachama hatutaki. Tunamuomba tajiri wetu Mohamed Mo Dewji. Tulimwamini na tunampenda. Hata mwana Simba atompendamo. Lakini itafikia wakati kama asipotusajilia wachezaji walikuwa sahihi, na yeye ndio mwenyekiti wa bodi alaumiwe, ambaye ni bosi. Leo Simba tulimtaka Sadio Poko. Leo yuko Singida. Simba tulimtaka tuli, tuli yule Tabita beki wa Asakimemosa leo kusimiki Singida. Simba alimzungumzia Lameli Emoro, yule wa yule fu, fullback wa Ilali Mdumani, leo kwa Singida. Simba tumemzungumzia Debayo, mpaka tumemwimba, yuko Singida. Tunasajiliwa wachezaji ambao waeleweki timu yetu, mwisho wa siku kuna mechi kubwa, anashindwa kupambana, unamlaumu kiongozi. Yes, bwana, brother Shabani, mambo ni haja. Safi, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanakwenda, lakini kwa heri wa afya, Mwenyezi Mungu anatujalia, tuko salama, wasalimu Hiu, bwana msimu umetamatika. Wakati msimu unaanza, malengo yalikuwa ni kurejea kunako michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mmeipata nafasi ya pili lakini pia e, kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ama nusu fainali pia mlizipata e, kwa maana mlitimiza malengo yenu. Kwenye hivi ambavyo mlivitimiza, nadhani kuna cha ziada ambacho mlikuwa mnastahili tofauti na hivi, kwa maana ubingwa kwenye michuano yote hii. E, kwanza tulianza ligi kwa mategemeo makubwa kwamba tutafanya vizuri kwenye mashindano ya ndani, na tageti yetu chini ya mwalimu Fadlu pamoja na viongozi wetu walituambia timu yetu ndo kwanza inajengwa, lakini kwa bahati nzuri tulivyoenda kwenye mashindano ya ndani tumepoteza makombe yote, lakini kwa nje tumefika hatua kidogo ambayo tofauti na vile tulivyotegemea, kwa sababu tulitegemea tufike hata hatua ya nusu. Lakini kwenye mashindano hayo tumecheza mpaka fainali. Ee, mimi niseme sasa hivi tumemaliza mashindano yote, ligi tumemaliza na kimataifa, tulichokipata tumekipata. Kinachotakiwa kila mwana Simba atulie ajue tunajipangaje kuelekea msimu huo unaofuata. Lakini maneno yamekuwa mengi sana, maneno yamekuwa mengi. Watu baada ya kupambana wajua, wanajipambana wanapambana wana vipi, wanakashiana wenyewe kwa wenyewe, naona tu watu wanafanyana kashfa, wanazungumziana ovyo. Mtu ukizungumza ukweli unaonekana wewe chawa, unazungumza nini? Lakini lazima tuzungumze ukweli. Timu yetu wachezaji tuliokuwa nao baadhi wameshindwa kutupa matokeo ya sisi kwetu sisi kwenda kuwezekana kupata hata, hata, hata kombe moja. Sababu ukichukulia katika hali ya kawaida mechi kubwa karibia zote tumefeli zote sasa huwezi kuwa unaweza kufa, kupata maamuzi kwenye kuna mechi kubwa alafu ba, alafu baadaye ukasema uka, uka kuna kitu unakigombea una, una au, au unaenda kumlaumu ambaye mtu ambaye hata yani hata kucheza kwenye ya chezi. Sasa mimi labda nijue wao wengine wanalalamika kwamba viongozi sijui nini, wao yani walichokuwa wanakitaka ni nini? Sababu sijajua malalamiko yao mpaka sasa hivi ni nini? Kwa sababu Simba haiongozi kiuni. Simba ni, ni taasisi ambayo inaongozwa kwa taratibu. Na Simba wana katiba yao ambayo wamejiwekea wamepitisha wanachama wa hiyo wa, wa klabu. Katiba ya Simba inavyosema kutakuwa na matawi. Matawi yatashauri ata, viongozi na kuna viongozi wa wa, wa kuteuliwa na kuchaguliwa. Viongozi waliochaguliwa, amna sehemu katiba yetu imesema kiongozi aliyochaguliwa, timu ikifanya vibaya ikifungwa au ikikosa kombe, kiongozi aondoke. Hakuna hiyo sehemu. Lakini leo unashangaa watu wanakurupuka, ukisema na unaambiwa chawa. Watu watu wanatukana, watu wanakashfu, wanafanya nini? Lakini haisaidii. Ule ni utoto, wanaofanya utoto. Kwa sababu leo timu yetu imesajili na usajili ulivyopita, kila Mwanasimba alisifia, sio wanafiki. Hamna mtu ambaye asosifia usajili, lakini wazaji wetu walosajiliwa wameshindwa kufanya kazi ile ambayo tulowatuma. Mechi ambazo za muhimu kabisa zile zote tumefeli. Kwa mfano mechi ya Fontaine sawa, labda kisha sami kajifunga, wazaji wetu wangepambana kupata magoli mengine, tusingepata point tumecheza na Costi, tumeenda kutoka sare ya ya ya ya ya ovyo kabisa eh. tumecheza na Azam ndokuja kunishua goli la ovyo, wachezaji wanacheza kama kama hawataki. Lakini tume si, tumemaliza hapo si tumetomelea fainali ya shirikisho zidi ya Berkane, fainali ya pili Zanzibar. Toka tumemaliza ile fainali wachezaji wetu wamecheza kama hawako kwenye mchezo, hawataki kucheza tena. Mechi mechi naisha, unaenda kumtokana kiongozi. Leo mimi nasema haya maneno yangu naosema kuna wanasimba wananitukana kwa sababu atakanifanya mimi napotaka wao. Mimi ni mwanachama na mimi ni kiongozi wa tawi, mimi situmiki, mimi natetea. Sawa, leo Mohammed Dewji wanemuona, akupitishwa barabarani Mohammed Dewji ambao wao wanamuona na thamani leo, hao mashabiki wengine, akupitishwa barabarani, kapitishwa kwenye mkutano mkuu wa wanachama wa Simba na mimi nikiwemo, na nilikuwa nanyosha vidole viwili viwili, ila tulimpitisha kwa sababu tulimwamini: kwanza ni mshabiki kindakindaki wa Simba, la pili ni mwanachama, la tatu ye ndo mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Leo timu yetu wachezaji, karibia misimu minne mitano tunasajili wachezaji wale wale wa kufanana, yani ambao wachezaji hawana viwango kupambania klabu yetu, huo ndo ukweli. Kwa kwa, kwa, kwa, kwa nini tusiseme hilo eh? Lakini ukishamaliza hilo, baadaye wachezaji unaenda kukuta tunagombea wachezaji labda na Singida Black Star au nyuma mwiko au au Azam lakini vile vilabu vyote wale wachezaji wanaenda kuini wao, sisi tuna feli sawa. So, leo Simba tulimtaka Sadio Poko, leo yuko Singida. Simba tuli tulimtaka yule Tabita, beki wa Asakimemosa, leo yuko Singida. Simba alimzungumzia Lameli Molo, yule wa full, full back wa Elilali Mdumani, leo yuko Singida. Simba tumemzungumzia Debayo mpaka tumemwimba, yuko Singida. Tunasajiliwa wachezaji ambao waeleweki timu yetu, mwisho wa siku, kuna mechi kubwa, anashindwa kupambana, unamlaumu kiongozi. Tuzungumze ukweli, tusiogope, tuseme ukweli. Ukweli na ndio unajenga. Leo nimesikia tajiri kawaita wazee pamoja na baadhi ya viongozi. Tunamuomba tajiri wetu Mohamed Mo, Dewji Mo, tulimwamini tuna na tunampenda, amna mwana Simba na Mo, lakini itafikia wakati kama sipo tusajili wachezaji walokuwa sahihi, na yeye ndio mwenyekiti wa bodi alaumiwe, ambaye ni bosi. Leo kwenye kwenye bodi watu wanapepesa macho kwa katiba yetu inavyosema mwenyekiti wetu sisi wa klabu yetu anafungua na kufungua vikao na kufunga anafungua na kufunga vikao mwenyekiti anaongoza kikao na kufikia ma uamuzi wote na yeye ndo na Mohamed anasei ambaye ana asilimia arobaini na tisa kwa nini timu ikifungwa haendi kulaumiwa yeye na yeye analaumu ana, mwenyekiti wetu wanasema kuna pesa inatoka watu wanakula anaitoa hela ili hela yake ikaliwa. Kwa nini asemi? anawambia watu vichochoroni, aseme tujue sisi do, sisi sisi ndio wenye timu yetu moto, tume tume tumempitisha tume, tume sisi, mwenyekiti Mangungu na wajumbe wake tumempigia sie kula, waje watuambie, bwana, mimi nikitoa hela nampa Shabani hela hii, hela anakula, lakini mambo ya kutugunganisha vichwa mashabiki na na wanachama hatutaki. Leo mtu anazungumza pembeni, leo usajili sio mpaka mtu uambiwe. Us, sisi sisi usajili tumeona sisi tunashindwa, tuna kusajili mchezaji anasajiliwa Singida Black Star, si simba tunashindwa. Unamlaumu Mangungu, eh? Mangungu anacheza wapi? Mangungu anaenda kusajili wapi? Simtetei lakini nazungumza kitu kilichokuwepo. Kila kiongozi ana makosa yake. Kuna sehemu Mangungu ana makosa. Kwenye mechi ya tulio tuliocheza juzi, hata uniamsha usingizini nimelala, unipiga kibao, wachezaji wamefeli. Kwa misingi hiyo Shabani, mimi simpeni mchezaji kwa sababu nataka nipige naye selfie wala picha Mi na penda mchezaji afanye kazi yangu dakika tisini. Mi mi sina urafiki wa kinafiki. Mi ni wambie ukweli. Kuna mashabiki wa sasa wanapenda sifa kwa sababu mchezaji mshikaji wake. Mchezaji analipwa mamilioni ya pesa bro. Sasa hivi usajili umefika huu. Wanataka milioni 500, milioni 500, 600, 700, mwingine 800 na mshahara wa kutosha. Mbona kazi yetu hawafanyi? Wa Wachezaji wote walosajiliwa kwenye klabu yetu wamepewa hela cash ya ya usajili. Mshahara na bonus ni sehemu ya maisha ya kila siku ambayo leo ukiwa, ukila ugali, kesho unakula ndizi, kesho kuta unakula bwaba, kesho mwingine utakaa njaa, lakini lazima ule, si ndio hivyo? Sasa kwa nini mchezaji hata akikosa bonus anagomea mechi? Kuna leo kuna mtu nimemsikia anasema eh, hey, tajiri katoa hela, watu wameificha hela hivi, kuna hela watu wanapeana mikononi. Sasa hivi hakuna hela inaoenda mikononi. Tusiwaongopea mashabiki wenzenu ambao hawajielewi. Hela zote zinaingia kwenye akaunti kwa utaratibu maalumu. Hela mtu kapewa wapi kuna mtu anapoa hela mkononi? Na kama tajiri wetu anatoa hela anampa mtu mkononi, basi tajiri naye muongo vile vile. Hata kichukia chukie, najua mtasema, na wapo wengine watu watatukana, sitoshangaa. Matusi nimezaliwa nimeyakuta, matusi nitakufa na matusi yatabaki. Andikeni matusi, lakini ukweli ndio huo. Wasajili wachezaji waliokuwa bora. Kama mtu akikasirika akasirike. Leo mwanachama wa Simba anakaa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mitandao yenu, anasema, Simba wanasema, mafanikio kufika fainali. Hayo sio mafanikio. Hivi huyo mtu Simba kweli? Huyo mnafiki. Tela huyo katumwa na Yanga. Leo kama ulikuwa unaishi kwa kwa wazazi wako, ukipanga hata chumba kimoja hiyo ni mafanikio. Ukitoka kwenye chumba kimoja ukijenga kibanda acha chumba viwili hayo ni mafanikio. Lakini kuna watu hawana vibanda viwili, wana, wana magorofa karibia 20 mjini. Na wao sio mafanikio. Kwa nini useme si fainali yetu ile sio mafanikio? Toka klabu imeanzishwa 36. Tumefika finali hii ya pili. Hayo sio mafanikio. Lakini unakuta jitu la Simba linakwambia hayo sio mafanikio, linawapumbaza watu. Wache kupumbazana, ndio maana wanaambiwa hivi, nendeni kwenye matawi, nendeni kwenye matawi. Simba kwenye katiba, hamna vijiwe. Simba katika katiba yetu, hamna maskani. Simba kwenye katiba yetu, hamna wewe umekaa umeka na mkeo, umekashauriana kuhusu Simba. Simba kuna sehemu tatu au nne. Kwanza matawi, pili mkoa nani, pili wilaya, tatu mkoa, tatu viongozi wa makao makuu wengine wote propaganda wanaezungumza, wote kuzungumzia Simba, kwani mtu mtu aondoke afanye nini? Matawi yao yamekufa, wanashindwa kuyachangia hata shilingi elfu mbili mbili kwa, kwa mwezi. Wanataka simba kiongozi aondoke, simba hii hatuitaki, watuachie timu yetu. Matawi yao yamekufa hayana nguvu kwa sababu wenyewe wanafiki. Rudi kwenye matawi yako. Leo nimesikia watu wanalalamika eh, huyo mwenyekiti wao anawaita baadhi ya watu pale Gwambila, anaenda kuongea nao. Utaratibu wa katiba yetu inavyosema Simba kutakuwa kwenye klabu ya Simba kutakuwa na matawi. Matawi kazi yake kushauri uongozi. Vikao vinavyofanyika Gwambina vyote, kama sio mwanachama sio kiongozi wa tawi huwezi kufika vile vikao. Leo utakuta mtu ana wakandia wale wanaenda kufanya kikao pale Gwambina. Kwa taarifa yao, sasa vikao vya Gwambina ndio vimetufikisha fainali ya shirikisho. Kwa taarifa yao, vikao vya Gwambina ndio vimetufanya mpaka sisi tumekuwa nafasi ya pili. Kwa taarifa yao, simba hii mpaka wanaingia wadhamini wakina Jeruti wakina nani katika vikao vya Gwambina, na sisi tumechangia. Sasa yule anayebeza vikao vya Gwambina huyo mnafiki tena, huyo anatumika na Yanga tena, huyo haramu katika klabu yetu, kwa sababu huwezi kumdharau mtu ambaye ni mwanachama anatetea klabu yako. Wewe umekaa nyumbani kwako huko ushaka na demu yako bichi, unaangalia watu wanapambana. Kuna watu hawalali bro, kuhusu hii Simba wanapambana, wewe umekaa tu kwa sababu kamera umekuja kuletewa, unaangalia wenzao. Mimi sitaogopa matusi yao. Wa, waandike kwenye maneno haya chini, wanitukane mengine, wanifungie kwenye mfuko, waniletee mpira pesa, matusi yao na nitayatia kwenye mfuko, nitaenda kuyaweka nyumbani. Lakini mimi kwenye ukweli, nawambia kweli, kuna watu wanapata bendera upepo. Hii Simba wakati inashinda, tulikuwa wote, leo inafungwa, mtu fulani hafai. Uchaguzi tumefanya wenyewe, tumemchagua kiongozi